Mnamo tarehe 16 Novemba 2024 yalitokea maafa makubwa kutokana na kuporomoka kwa jengo la ghorofa 4 katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Ajali hiyo ilisababisha vifo, majeruhi pamoja na upotevu wa mali. Nitumie nafasi hii kutoa pole kwa wote walioathirika kwa namna moja au nyingine na maafa haya na ninawaombea marehemu wote wapumzike kwa amani. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi katika wizara ya ujenzi tuliguswa na utu ulioonyeshwa na rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakwenda yeye mwenyewe kuona kilichotokea, na alifika Kariakoo moja kwa moja akitokea uwanja wa ndege baada ya kurejea nchini kutoka Brazil alikohudhuria mkutano wa mataifa tajiri duniani yaani G20. Ule ulikuwa ni upendo na uongozi wa aina yake kwa Watanzania. Shukran na pongezi nyingi kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, kufuatia maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan baada ya kutokea kwa ajali ile, wizara yangu ikiwa ni mdau na msimamizi wa shughuli za majenzi nchini inaendelea na taratibu za kutunga sheria ya majengo kwa ajili ya kusimamia sekta ndogo ya majengo nchini. Sheria hii itakapoanza kutumika itakuwa ni mwarobaini wa changamoto zilizopo hususan katika masuala ya uratibu, usimamizi na udhibiti wa sekta hiyo hapa nchini. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa miundombinu imara kama barabara na madaraja ni mojawapo ya nguzo muhimu za maendeleo ya taifa lolote duniani.